Huyu ni Mary Kawito binti mzaliwa wa Dodoma. Kitaaluma ni mwongoza watalii ambaye ameamua kuacha kazi na kufungua genge. Nilikuwa nimeajiliwa na nikafanya kazi sehemu fulani kwa miaka mitatu, nilivyofanya kazi kule kwa changamoto changamoto za kazini, nikaona bora nipumzike ili niweze kufanya kitu changu mwenyewe. Na kitu kilichonivutia mpaka kuanza kufanya genge, nilifuatilia kuhusu genge, nikaona ina fursa na ina hela Ndo maana nikaamua kufanya hichi kitu na sikutaka kufanya kikawaida, ndo maana nikaamua kufanya kitofauti na watu wengine. Ubunifu wa genge hili si lele mama, kwani hata mtaji wake ni mrefu kidogo. Kudizain banda nilitumia kiasi cha milioni mbili na laki saba na mtaji wa vitu ambavyo nilianzia navo nilitumia laki sita, lakini mpaka sasa nashukuru kwa sababu faida nimeipata na ongezeko la mtaji umeongezeka mpaka kufikia milioni moja na laki mbili. Ndoto ya biashara kwa Mary iliishi kichwani kwake tangu akiwa masomoni, lakini je, ni kwa nini ikawa genge? Siri ya genge kwanza, bidhaa zake. Ukienda sokoni kununua kwa vitu kwa bei ya jumla, yani ukienda kununua nyanya, kununua matunda, unapata kwa bei ndogo sana, lakini ukija kuleta huku kwenye biashara yako ukianza kuwauzia watu utawauzia kwa bei ya juu kidogo, ambayo faida yake inakuwa kubwa kidogo tofauti na ulivyonunua bidhaa sokoni. Mazingira nadhifu na usafi wa genge la Mary imekuwa kivutio kwa wateja. Kila mteja anayekuja hapa anampokea vizuri, wananyenyekea kwao. Nimevutiwa na vitu vingi, ni wasafi na wanahudumia vizuri. Kinachonivutia hasa kuja kununua vitu hapa ni mpangilio na usafi ambao upo katika mazingira haya duka lake ama genge lake. Watu wengi wanaogopa kwenda sokoni kwa sababu ya mzunguko wa watu, lakini unakuta kuna watu baadhi wakitoka makazini wanaona bora wafike hapa, kwa sababu ya mazingira jinsi yalivyo masafi na eneo jinsi lilivyo. Mtu akifika anajichagulia kitu mwenyewe anajiwekea, mimi nampa tu bei ya kitu, anaondoka. Mary anaeleza matunda ambayo ameanza kuyavuna kupitia genge lake nimeweza kununua eneo huko Mkonze na pia kupitia genge hili limeweza kunisaidia. Nilikuwa nakaa nyumbani, lakini sasa hivi nimeondoka nyumbani, nimeweza kujitegemea kwa kupitia faida hii inayoipata hapa. Kila binadamu ana ndoto ya maisha yake ambayo humsukuma kufanya kile anachokiamini ili kufanikiwa, kama ilivyo kwa Mary Kawito ambaye biashara ya genge huenda ikamfikisha kwenye nchi ya ahadi. George Mbara, Azam News, Dodoma.